Eh, bwana mambo vipi bwana? Mambo safi. Upo vizuri? Niko vizuri. Bora kinyonge. Kati timu yako siokie. Timu yako ipo Malawi. Ndio maana nimekula uzi huu. Sio kula uzi siokie. Lakini sauti haitoki. Ah, kwa lidi stoke ndugu mtangazaji. Unaitwa nani, kwanza? Naitwa Nudini Abdara yupo live hapa Azam Sports One HD. <H2> Yeah, najua sana ha, una, Unafahamu vizuri sana. Unakifahamu kipindi cha Kurasa za Mwisho? Kipindi hizi na kina dodi ya kina nani? Ah, unafahamu vizuri ya wapi sana. Basi vizuri sasa, Filipo sipi yaani. Ipo studio kule anakusikiliza vizuri kabisa. Unaizungumziaje mechi ya leo dhidi ya Silver Strikers? Mchezo ambao ndo, ukifanikiwa uki michezo miwili kwa maana ya ugenini na nyumbani, unaingia hatua ya wa makundi. Wadha niseme na itakia kila la heri timu yangu ya Yanga da afrikani kama nikiwa kiongozi wa Hamasa makao makuu lakini sijajaliwa kutembea huko. Nasema asante sana na shukuru. Leo tunachoenda kukifanya ni kumaliza mechi mapema tu ili tukija huku tumalize moja kwa moja. Strikers unawafahamu lakini unawafahamu vizuri sana. Kiko tatizo kiongozi wangu. Tim changa huo ndio zinashangaza. Haziwezi kutudualiza hizo. Kwa hiyo kikosi ambacho kipo ndugu mtangazaji na uhakika kila kitu kitaenda sawa. Mchezaji gani au unaamini kwamba anaweza kakutoa kimasomaso? Kwa kwa umezuzwa leo ato, yupo kasha kuja, unaona na climate mzize leo, yupo jeo, alikuwa majeruhi lakini kasha rudi akiwa na afya tele. Haya ni mipango ya mwalimu tu, kama anaweza kumuingiza akamwanzisha, aidha atoke na watu wengine, lakini najua leo mechi itakuwa ngumu, lakini naimaliza kule kule. Weekend hii kuna timu tano kutoka Tanzania kwa, kwa ujumla tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukijumuisha e, na KMKM kule Zanzibar, unatamani timu nne zote ziweze kuvuka uh, hatua hii, naweza kusema zivuke tu kutokana na bendera ya taifa ndio inapeperusha, tukiacha mambo yetu ya ndani. Lakini leo bendera ya taifa inafanyaje? Inapeperusha. Bwana, mambo vipi? upo vizuri fresh? shabiki wa timu gani? Ah, mimi Simba, mwanangu Simba Sports eh? Yeah. Vizuri kabisa. Simba uh, Sports ipo Eswatini kule ya. kucheza na Singizini au uh, Spurs. Tayari imeshafika. Yes, kesho hiyo. Uh, kwanza huo mchezo unaozungumziaje? Ah, mimi Simba kwa kifupi huwa sina wasiwasi nao kabisa. Yani. Una mashaka kabisa. Sasa unaikubali na unaamini ha, yani. Hauogopi wewe? Yani Simba mimi inaniua. Alafu acha niue. Ndio Simba mimi nimependa mimi yani. Ushawahi kukutana na magumu kupitia Simba? Ah, mengi. Nimezungumza kwamba acha iku. Mengi mengi, mna lakini Unakumbuka tukio gani ambalo lilikuumiza sana? Hadi si nisemaje, sisemi wengi lakini najua mwenyewe yani. Unafahamu mwenyewe? Siri ya moyo. Tukumbushe moja tu. Ah, hadi mzee acha tu. Ila leo. Saja moja tu leo. Ila leo. Ni kesho. Ah, leo Yusuf, leo mtani leo. Ah, leo unaanza na mtani. Leo mtani leo. Mtani unamwambiaje hapo huyo? Eh, unamwambiaje mtani wako? Ah, yeye anajua aliponaye hapa. Unamwambiaje? Baba. Anaogopa. Ana moyo, ana moyo wa usda. Ana moyo. Ndio maana nakwambia hivi. Anaogopa, anakumbusha kile kipigo cha goli tano. Ndio maana anakumbuka. Wewe si umemuuliza ndugu mtangazaji kitu gani unacho kikumbuka? Sawa, hii Rocky amdomo siri ya moyo. Ila faza leo toboi. Leo toboi. Sasa kuna nini hapa? Hamna kitu. Unasikia hebu mjibu. Ala cha kuniambia timu yangu anaijua ubora wake. Kilichokuumiza ilikuwa ni ndani ya nchi au nje? Hapa hebu ngoja tusogee kidogo huko. Kuna jamaa wanaendelea na biashara huko. Na wanyetu zungumza. Bana habari yako? Asalama. Wewe shabiki wa timu? Mimi Simba Sports Club. Unaitwa nani kwa? Abdallah Idi Simba. Simba Sports Club ndio itakuwa ugenini kule kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika mchezo. Uh, ukifanikiwa kuvuka katika michezo yote miwili kwa maana ya ugenini na nyumbani, utaweza kuingia hatua ya makundi timu yako naiona itafanya hivyo? Naiona kwa kwa asilimia mia moja. Hakika kabisa. Uhakika kwa, kwa, kwa sababu Simba kinachotuumiza sisi si kuingia group stage. Kinachotuumiza sisi wana Simba ni kucheza nusu fainali. Na hiyo ndio ndoto yetu tumepanga mwaka huu tuingie nusu finali. Wewe unataka kuingia nusu finali? Kabisa, iguru... Unatamani msimu huu uone timu ikifika. Yaani ndoto yangu ndio inanituma ina, ina, ina iwe hivyo. Hebu waambie wachezaji wa Simba kwamba mnaitaka nusu finali. Tunawaambia wachezaji wa Simba Sports Club kina Eli Mpanzu kule mbele, Jonathan Soa, e, kina Mkwara. Jamani tunahitaji si kucheza nusu finali. Ama swala la robo robo sisi ametuchosha. Tumechoka. Tumechoka group stage si no... tunataka nusu finali. Sawa, unatamani timu zote nne za Tanzania bara ukuzivuke? Yaani, natamani kwa sababu rank zetu zipae, na KMK KMKM kule Zanzibar, naitamani pia ivuke. Vile vile, nao natamani nao ishinde, sawa sawa.